Kitabu cha Yeremia sura arobaini na tatu, na ya arobaini na nne. Naam watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, tuendelee na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro nakukaribisha, ambapo pia unaweza ukafuatilia kipindi hiki kwenye mitandao yetu ya YouTube na Facebook inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile usisahau kusubscribe upande wa YouTube kama bado hujasubscribe, na usisahau kufollow upande wa Facebook kama bado hauja follow. Ukifuatilia huko kwenye mtandao utapata nafasi ya kuendelea kuvisoma kila muda na kila wakati. Watu wa Mungu, karibuni sana, tuweze kusali ili tuendelee na siku ya leo, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ambapo baba unatupa nafasi kuweza kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu tusaidie kuelewa hata maeneo yenye mafumbo, tusaidie kutufunulia akili zetu, tupate kujua kile unachotusemesha, ili tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Yeremia sura ya 43 na 44. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project. Mlango wa 43. Ikawa Yeremia alipokwisha kuwaambia watu wote maneno yote ya Bwana Mungu wao ambayo Bwana Mungu wao amemtuma kwao, yani maneno hayo yote, ndipo Azaria mwana wa Hoshaya na Yohana mwana wa Karea na watu wote wenye kiburi wakanena wakamwambia Yeremia Unasema uongo. Bwana Mungu wetu hakukutuma useme msiende Misri kukaa huko, bali Baruku mwana wa Neria akushawishi kinyume chetu, ili kututia katika mikono ya Wakaldayo ili watuue na kutuchukua mateka mpaka Babeli. Basi Yohana mwana wa Karea na wakuu wote wa majeshi na watu wote hawakuitii sauti ya Bwana kwamba wakae katika nchi ya Yuda. Lakini Yohana mwana wa Karea na wakuu wote wa majeshi wakawatoa wote waliosalia wa Yuda, waliokuwa wamerudi kutoka taifa zote walikofukuzwa, wakae katika Yuda, wanaume na wanawake na watoto na binti za wafalme, na kila mtu ambaye Nebuzaradani amiri wa askari walinzi amemwacha pamoja na Gedalia mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani, pia na Yeremia nabii na Baruku mwana wa Neria, wakaingia nchi ya Misri maana hawakuitii sauti ya Bwana wakafika hata Tahpanesi. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia huko Tahpanesi kusema, toa mawe makubwa mikononi mwako, ukayafiche ndani ya chokaa ya kazi ya matofali penye maingilio ya nyumba ya Farao huko Tahpanesi, machoni pa watu wa Yuda, ukawaambie: Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi: nitatuma na kumtoa Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, nami nitaweka kiti chake cha enzi juu ya mawe haya niliyoyaficha, naye atatandaza hema yake ya fahari juu yake. Naye atakuja na kuipiga nchi ya Misri. Watu walioandikiwa kufa watakufa, nao walioandikiwa kuwa mateka watakuwa mateka, nao walioandikiwa kupigwa kwa upanga watapigwa kwa upanga nami nitawasha moto katika nyumba za miungu ya Misri na kuziteketeza, na kuwachukua mateka, naye atajipamba kwa nchi ya Misri, kama vile mchungaji avaavyo nguo zake, naye atatoka huko na amani. Naye atazivunja nguzo za Beth-Shemeshi iliyoko huko katika nchi ya Misri, na nyumba za miungu ya Misri ataziteketeza. Mlango wa katika habari za Wayahudi wote waliokaa katika nchi ya Misri, waliokaa Migdoli na Tahpanesi na Nofu na katika nchi ya Patrosi kusema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: Ninyi mmeona mabaya yote niliyoleta juu ya Yerusalemu na juu ya miji yote ya Yuda, na tazama, ni ukiwa leo, wala hapana mtu akae ndani yake, kwa sababu ya uovu wao waliotenda, ili kunikasirisha kwa kuwa walikwenda kufukiza uvumba na kuwatumikia miungu mingine ambao hawakuwajua wao wala ninyi wala baba zenu. Tena nalituma kwenu watumishi wangu wote manabii, nikiamka mapema na kuwatuma nikisema, basi ninyi msilifanye chukizo hili nilichukizalo. Lakini hawakusikiliza wala hawakutega masikio yao ili wageuke na kuacha uovu wao wasifukizie uvumba miungu mingine. Kwa sababu hiyo, ghadhabu yangu na hasira yangu zilimwagika nazo ziliwaka katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu, na miji hiyo imeachwa ukiwa na kuharibika, kama ilivyo leo basi. Sasa Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, nasema hivi, kwa nini mnafanya uovu huu mkubwa juu ya nafsi zenu wenyewe kujikatilia mbali mwanamume na mwanamke, mtoto mchanga na anyonyaye, mtoke katika Yuda, msijiache mtu abakie? Kwa kuwa mnanikasirisha kwa matendo ya mikono yenu, mkifukizia uvumba miungu mingine katika nchi ya Misri mlikokwenda kukaa ugenini, mpate kukatiliwa mbali na kuwa laana na aibu katika mataifa yote ya dunia. Je, mmeusahau uovu wa baba zenu na uovu wa wafalme wa Yuda na uovu wa wake zao na uovu wenu wenyewe na uovu wa wake zenu walioutenda katika nchi ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu hawajanyenyekea hata leo wala hawakuogopa wala hawakuenenda katika sheria yangu wala katika amri zangu nilizoweka mbele yenu na mbele ya baba zenu basi kwa sababu hiyo bwana majeshi Mungu wa Israeli asema hivi tazama nitaelekeza uso wangu juu yenu ili niwaletee mabaya hata kukatilia mbali Yuda yote. Nami nitawatoa mabaki ya Yuda walioelekeza nyuso zao kuingia nchi ya Misri wakae huko, nao wataangamia wote pia, wataanguka katika nchi ya Misri, wataangamia kwa upanga na kwa njaa watakufa, tangu wadogo hata wakubwa, kwa upanga na kwa njaa, nao watakuwa apizo na ajabu na laana na aibu. Kwa maana nitawaadhibu wakao katika nchi ya Misri kama nilivyowadhibu Yerusalemu, kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Hata katika watu wale wa Yuda waliosalia wa waliokwenda wa nchi ya Misri ili wakae huko, apata kuwa na mtu yeyote atakayepona wala atakayesalia na kupata kurudi nchi ya Yuda, ambayo wanatamani kurudi ili kukaa huko, maana hapana atakayerudi ila wao watakaopona ndipo watu wote waliojua ya kuwa wake zao waliwafukizia uvumba miungu mingine, na wanawake wote waliosimama karibu, mkutano mkubwa, yaani watu wote waliokaa katika nchi ya Misri katika Patrosi, wakamjibu Yeremia wakisema, neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana, sisi hatutakusikiliza lakini, bila shaka, tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu, kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kummiminia sadaka za kinywaji kama tulivyotenda sisi na baba zetu na wafalme zetu na wakuu wetu katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu. Maana wakati huo tulikuwa na chakula tele na kufanikiwa, wala hatukuona mabaya. Lakini tulipoacha kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kummiminia sadaka za kinywaji, tumepungukiwa na vitu vyote na kuangamizwa kwa upanga na kwa njaa nasi tulipomfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kummiminia sadaka za kinywaji, je, tulimfanyizia mikate ili kumwabudu na kummiminia mamiminiko waume zetu wasipokuwa hapo? Ndipo Yeremia akawaambia watu wote, wanaume na wanawake, yani watu wote waliompa jibu lile, akisema, uvumba mliofukiza katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu, ninyi na baba zenu, wafalme wenu na wakuu wenu na watu wa nchi, je, Bwana hakuwakumbuka watu hao? Je, jambo hili halikuingia moyoni mwake, hata Bwana asiweze kuvumilia tena, kwa sababu ya uovu wa matendo yenu na kwa sababu ya machukizo mliyoyafanya? Kwa sababu hiyo, nchi yenu imekuwa ukiwa na ajabu na laana, isikaliwe na mtu, kama ilivyo leo, kwa sababu mmefukiza uvumba na kwa sababu mmetenda dhambi juu ya Bwana wala hamkuitii sauti ya Bwana, wala hamkwenda katika torati yake, wala katika amri zake, wala katika shuhuda yake, ndiyo maana mabaya haya yamewapata kama ilivyo leo. Tena Yeremia akawaambia watu wote na wanawake wote, lisikieni neno hili la Bwana, ninyi nyote wa Yuda mliopo hapa katika nchi ya Misri. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: ninyi na wake zenu mmenena kwa vinywa vyenu na kutimiza kwa mikono yenu, mkisema bila shaka, tutazitimiza nadhiri zetu tulizoziweka, na kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kumiminia sadaka za kinywaji. Basi zithibitisheni nadhiri zenu, zitimizeni nadhiri zenu. Basi kwa sababu hiyo, lisikieni neno la Bwana ninyi nyote wa Yuda mnaokaa katika nchi ya Misri, tazama, nimeapa kwa jina langu kuu asema Bwana ya kwamba jina langu halitatajwa tena katika kinywa cha mtu awaye yote wa Yuda katika nchi yote ya Misri akisema: kama Bwana Mungu aishivyo. Tazama nawaangalia, ni waletee mabaya wala si mema. Nao watu wote wa Yuda waliopo hapa katika nchi ya Misri wataangamizwa kwa upanga na kwa njaa, hata wakomeshwe kabisa. Nao watakaukimbia upanga, watatoka katika nchi ya misri na kuiingia nchi ya Yuda watu wachache sana. Na wote wa Yuda waliosalia waliokwenda nchi ya Misri ili kukaa huko watajua ni neno la nani litakalosimama, neno langu au neno lao. Na hii ndiyo itakayokuwa ishara kwenu, asema Bwana, kwamba mimi nitawaadhibu ninyi mahali hapa, mpate kujua ya kuwa maneno yangu yatasimama juu yenu kuwaletea mabaya bila shaka. Bwana asema hivi: tazama Nitamtia Farao Hofra, mfalme wa Misri, katika mikono ya adui zake, na katika mikono yao wamtafutao roho yake, kama vile nilivyomtia Sedekia, mfalme wa Yuda, katika mikono ya Nebukadreza, mfalme wa Babeli, adui yake aliyemtafuta roho yake.